La kwanza nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai wa kufika siku ya leo na kuweza kushiriki shughuli hii. La pili nitumie nafasi hii Mheshimiwa Mwenyekiti kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba nzuri lakini uh, kwa coordination na shughuli za serikali anavyoweza kutuongoza kwa ajili ya kufikia malengo tuliopewa na Ilani ya Uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, lakini vile vile malengo na matamanio ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, namshukuru kwa dhati Mheshimiwa Waziri Mkuu kama waziri wa kilimo kwa kipindi chote nikiwa naibu waziri nayeshughulikia masuala ya ushirika wakati huo, lakini nikiwa waziri mwenye dhamana ya kilimo, namshukuru kwa dhati kwa support ambayo amekuwa akinipa mimi na kusaidia sekta ya ushirika eza kusimama na kuweza kufikia hapa ilipofika. Namshukuru sana na siku ya tarehe 28 Mheshimiwa na Mheshimiwa Mwenyekiti, maelekezo ya Mheshimiwa rais ilikuwa ni kwamba lazima Tanzania tuwe na benki ya ushirika. Tarehe na 28 mwezi huu Mheshimiwa rais atazindua benki ya ushirika Tanzania, ambayo inaanza na mtaji wa bilioni 55 na itakuwa na matawi manne ambayo yatakuwa mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Mtwara, mkoa wa Tabora na makao makuu Dodoma, na tayari benki hiyo imeshaanza pale ambapo lilikuwa jengo la ushirika. Mpaka kufika mwisho wa mwaka huu tunaamini kwamba benki hii itakuwa na matawi manane na mawakala 36 lakini vile vile vilevile vyama vyote vikuu vya ushirika, Mheshimiwa mwenyekiti, vitakuwa ni mawakala wa benki ya ushirika ambao watafanya kazi ya kufungua akaunti za wakulima, lakini vile vile deposit na withdraw. Na lakini benki hii mheshimiwa mwenyekiti, kwa maelekezo ya mheshimiwa rais, itakuwa inadirisha maalum la guarantee scheme na equity fund kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wakulima na waweze kuwekeza kwa muda mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine ambalo nitaka niseme, nitumie nafasi hii kumshukuru sana mheshimiwa rais namshukuru kwa dhati kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, unaweza ukawa na ilani, unaweza ukawa na mipango, lakini pale ambapo kunakuwa hakuna political will kwenye, kwenye ofisi kuu ya nchi, mambo mengi yanakuwa hayawezi kutokea. Namshukuru mheshimiwa rais, mwaka 2021 ndani ya bunge hili wakati anahutubia bunge hili mheshimiwa rais, ukuaji wa sekta yetu ya kilimo ulikuwa asilimia 2.7 bajeti ya kilimo ilikuwa bilioni 290 mwaka 24 25, ukuaji wa sekta umefika asilimia 4.2 na bajeti imefika trilioni 1.2. Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi tunavyoongea export ya mauzo, mauzo ya nje ya sekta ya kilimo, na ninapozungumzia kilimo sizungumzii kilimo kwa mapana, nazungumzia kilimo mazao mwaka 2021 ilikuwa ni wastani wa dola bilioni 1.2 mwaka jana tumefika dola bilioni 3.5 mauzo ya nje. Mheshimiwa mwenyekiti, wakati Mheshimiwa Rais anahutubia bunge hili, eneo la umwagiliaji ambalo limekuwa ni jambo ambalo leo ni kubwa sana, na mimi waheshimiwa wabunge ninawaelewa sana, matarajio tuliyonayo hatuwezi kukaa tunalalamikia mabadiliko ya tabia nchi, wakati Mwenyezi Mungu anatupatia maji tunashindwa kuyavuna. Bajeti ilikuwa ni bilioni 55, leo bajeti yetu ni bilioni ya 44 bilioni 400, lakini tunatekeleza miradi 780 ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Leo hii mtandao wetu umetoka hekta laki tano na sitini umefika hekta laki tisa na sabini, lengo la ilani ni hekta milioni 1.2. Tunafanya, tumefanya upembuzi yakinifu wa mabwawa mia moja. Kati ya haya mia moja mabwawa kumi na nne mabwawa ishirini na saba tayari yana wakandarasi, na kati ya haya ishirini na saba mabwawa kumi yako zaidi ya asilimia themanini. Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi ni hatua ambazo serikali hii imechukua. Serikali hii kwenye ukanda wa Afrika Mashariki ndiyo inaongoza kuendesha skimu ya ruzuku kwa wakulima kuliko serikali yoyote Mheshimiwa mwenyekiti, tunatumia karibu bilioni mia tatu kwa ajili ya wakulima wa mazao ya kawaida kwa maana ya mazao kumi na tatu ya chakula ambayo yanatufuatia food security. Nini matokeo yake? ishirini na moja, ishirini na mbili, uzalishaji wetu wa mahindi ulikuwa tani milioni sita msimu uliopita tumefika tani milioni kumi na mbili tumekuwa ni nchi ya pili Afrika kwa uzalishaji wa uzalisha mahindi. Mheshimiwa mwenyekiti, tulikuwa tunazalisha wastani wa tani milioni moja laki mbili mpaka milioni moja laki sita ya mchele sasa tuko tani milioni tatu laki tano ya mchele. Sisi ndio exporter tunaongoza katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi hii imelia sana kuhusu mazao yanayoitwa ya, ya, ya biashara kwa maana ya korosho, pamba, tumbaku, kahawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunavyoongea, sisi kama nchi mwaka jana, kwenye zao la korosho, kwa wastani kwa kipindi cha miaka mitatu serikali hii imetoa ruzuku ya zaidi ya bilioni mia nne. Bilioni mia nne kwenye zao la korosho peke yake kwa kipindi cha miaka mitatu, tumetoka wastani wa tani laki moja na elfu themanini leo tumefika tani laki tano na elfu ishirini Msimu uliopita wa zao la korosho, wastani wa bei ya mkulima kwa mara ya kwanza tumefika kuuza zaidi ya shilingi elfu nne na mia mbili Mheshimiwa mwenyekiti, katika mfumo wa TMX vyama vyetu vya ushirika vimekusanya mazao na kuyauza kwa kupitia mfumo wa stakabadhi ya ghala na ushirika. Mheshimiwa mwenyekiti, leo hii Tanzania sisi tulikuwa kwenye kundi linaloitwa others kwenye uzalishaji wa tumbaku, yani wanatajwa wa kwanza, wa pili, wa kumi, tumewekwa kwenye kundi la wengineo. Leo hii Tanzania ni nchi ya pili Afrika kwa uzalishaji wa zao la tumbaku. Na mauzo yetu ya tumbaku yamefika zaidi ya dola milioni mia nne, Mheshimiwa mwenyekiti. Zaidi ya dola milioni mia nne. Serikali hii inagawa ruzuku ya mbolea kwa wakulima wa kahawa. Lakini miche bure, kwa mwaka tunagawa zaidi ya miche milioni ishirini na mbili kwa wakulima wa kahawa bure, na ndani ya bunge humu wamo waheshimiwa wabunge ambao ni wakulima wa kahawa. Bei ya kahawa, Mheshimiwa mwenyekiti, kwa upande wa Kagera ilikuwa inanunuliwa kwa shilingi mia saba mpaka shilingi elfu moja mia moja msimu uliopita. Kahawa imefika zaidi ya shilingi elfu tano kwa wakulima katika mikoa ya Kagera Tumbaku, mheshimiwa mwenyekiti, wakulima walikuwa wanapata. Kulikuwa kuna madaraja sitini na tano na kuna daraja linaitwa reject kwenye nchi hii. Yani mkulima atalima, atavuna alafu inaitwa reject, inatupwa. Leo reject hakuna kwenye tumbaku. Leo mkulima aliyekuwa anapata 0.5 dola kwa kilo, leo wastani, msimu umeisha juzi Serengeti, bei ya wastani ni dola 2.5 kwa wakulima wa nani. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo moja ambalo nitaka ni nilisemee kidogo. Kwa nini tunatoa ruzuku? Huu umekuwa mjadala na taasisi za kimataifa zingine zinatuonyesha sisi kwetu ruzuku kwa wakulima ni wastage of resources. Sio sahihi. Ruzuku kwa wakulima ni njia mojawapo ya stabilization kupunguza gharama ya uzalishaji lakini la pili, mheshimiwa mwenyekiti, kama ambavyo serikali inatoa ruzuku kujenga daraja, kutoa fedha kwenye kodi kujenga barabara, ni sawa sawa na kumsaidia, ni sehemu ya facilitation kwenye shughuli za uzalishaji. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, hapa imesemwa kuhusu juzi, jana amesema mheshimiwa Rehema, kwa nini tunasainisha fomu? Na niwaombe wakulima wa tumbaku ninajua kilio chenu cha ruzuku yenu, serikali imeshatoa bilioni 13. Tunachokifanya ni kwenda kujiridhisha, huyu Hussein Mohamed Bashe wa wa Ulyankulu, hii akaunti ni ya kwake, asaini mwenyewe kwamba hii akaunti ni ya kwake. Sasa mnataka tuzipeleke hizi fedha za wananchi bure mitaani bure? La mwisho niongelee wakulima wa miwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na wakilio kwa wakulima, na nimeshaongea na ndugu yangu waziri wa fedha. Bunge hili halijapitisha sheria ya kuwataka wakulima wa nchi hii wawe na EFD risiti na EFD mashine, hatukupitisha humu. Haya siyo maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, siyo maelekezo ya chama kilichoko madarakani. Tunachotakiwa vyombo vyetu vya ukusanyaji wa kodi viende vikakusanye kodi kwenye eneo la formalization ambako tumewataka traders wawe na business license anayenunua mazao lazima awe na TIN na atatoa risiti ya EFD. Sio mkulima wa kijijini kufatwa kuambiwa leta risiti ya EFD. Na nataka nitumie bunge hili kuwatangazia wakulima, hamwajibiki kwenda kutafuta EFD mashine kwa ajili ya kuproduce e risiti za EFD. Sio shughuli ya wakulima wala vyama vya ushirika. Hii sio sio genesis ya sheria iliyopitishwa na bunge hili. EFD ambaye anatakiwa kuproduce, tunafahamu. Tushirikiane kuformalize kwenye sekta ya kilimo kwa kuwarasimisha wafanyabiashara wawe na leseni wawe na, wawe na tin waingie kwenye tax base. Tukifanya hivi, nataka niingie on record ndio kuformalize kwenye sekta ya kilimo kwa kurasimisha wafanyabiashara wawe na leseni wawe na, wawe na tin waingie kwenye tax base. Tukifanya hivi, nataka niingie on record ndani ya bunge hili, vyama vyote vya ushirika vitaacha kuformalize na kuwa aggregated, na tutaua aggregation system tunayoijenga kwa jasho katika nchi hii. Niwaombe TRA huko waliko wawaache wakulima wafanye kazi ya uzalishaji, nendeni mkachukue kodi kwa traders Ambao wanafanya kipato cha mkulima ni kimoja tu kwa mwaka. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante Mheshimiwa Hussein Bashe.